Hapa ni katika duka la African Boy, duka ambalo linamilikiwa na msanii wa muziki wa kizazi kipya nchini eh, Jux. La, nikukumbushe pia kwamba waandamanaji ama watu ambao walifanya vurugu waliweza pia kufika katika duka hili na kusababisha uharibifu mkubwa pamoja na wizi wa mali. Kama unavyoweza kuona, taswira hii ni taswira ya nje tu. Nimesimama katika eneo ambalo lina kioo kilichoweza kupasuliwa na waandamanaji hawa. Sasa nitakupitisha katika athari ambazo zimejitokeza mara baada ya vurugu hizo na kuvamia katika eneo hili na kuweza kusababisha uharibifu mkubwa. Waliweza kuiba mali ambazo zilikuwemo huko, nguo pamoja na nadhani pia na screen hapa iliweza na, na ku na